Kwa majina naitwa Onolasco Aureli Mfwambo na jina la kampuni yetu inaita namte2 Hardware Limited. eneo la duka letu lipo Buguruni Kisiwani na namba za simu ni 0677 0386 078. Bidhaa yetu ambayo tunataka tunapenda kuizungumzia ni bidhaa ya Satotech. Hii ni bidhaa ambayo inatumika kwa ajili ya kunawia mikono. Na hii bidhaa tulianza mnamo 2020, rasmi tulianza kuuza hii bidhaa 2021. Na hii bidhaa imekuwa ni rafiki na inasaidia sana hasa katika usafi wa kunawia mikono, na wateja wengi wameipenda sana. Kwa nini tulipenda kuuza hii SATO, SATO tape tumependa kuiuza kwa sababu inaleta usafi na inahamasisha watu kuwa wasafi. Na mauzo yetu kwa siku tunajitahidi huwa tunauza, lakini makadirio kwa mwezi huwa tunauza si chini ya pc elfu moja. Maeneo ambayo sisi tunauza sana hii bidhaa ya SATO tape ni mikoa yote ya Tanzania, hasa hasa mikoa ya kaskazini, kusini na mikoa yote ya kanda ya ziwa na mikoa ya kati. Bidhaa hii imekubalika sehemu nyingi na wateja wameipenda. Um, lakini kikubwa ambacho kinahamasisha wateja wetu kuipenda hii bidhaa si kwa sababu tu kwamba inapatikana, lakini hata bei yake ni nzuri sana na inafanya watu wengi kuipenda.